Kama mwanamke ulishawahi kutumia njia ya uzazi wa mpango eh, ukaenda hospitali ukaambiwa kwamba una hormone imbalance kwa maana homoni zako za uzazi zimevurugika, si usipanic wala usiwe na pressure. Uwezo wa kubeba ujauzito unao, hata kama damu yako imefunga, hiyo sio ukomo wa hedhi. Ni kweli kwa wanawake kuna ukomo wa hedhi, lakini kama una umri chini ya miaka arobaini, uwezo wa kubeba ujauzito unao. Sikiliza hii video ili iweze kukusaidia. Cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kurelax, lakini pia acha mawazo eh. Pili, hakikisha unaenda kutafuta matibabu sahihi ya kuweka sawa homoni zako za uzazi, za kufanya detoxification, kwa maana kutoa sumu mwilini, lakini pia uh, jipe muda wa kupumzika, lala vizuri, kula vizuri, ili uweze kuondoa hiyo changamoto yako na uweze kubeba mimba kirahisi. Kama nimekufunza, share, comment, like ili na wenzako wajifunze zaidi, lakini pia usisahau kunifollow kwenye kurasa hii ili uweze kujifunza masomo mengine zaidi.